Naam, kwengine kwa mtazamaji ni kwamba baadhi ya viongozi wakuu wa kuwa ODM wakiongozwa na mwenyekiti Gladys Wanga na kiongozi wa wachache bungeni e, Junet Mohamed wameendeleza shutuma dhidi ya kinara wa DCP Rigathi Gachagua wakisema kwamba anaeneza siasa za kikabila. Naam, wakizungumza kaunti ya Narok, viongozi hawa wa ODM wamemtaja Gachagua kama mtu asiye na malengo na Wakenya. Aidha wameendelea kusifia manufaa ya ushirikiano wa ODM na serikali ya Rais William Ruto katika hii serikali na nawaambia hivyo kweli, airport ya Narok itamalizwa katika muda wa miezi tisa. Tunaendelea hapa na ndio tunaona progress inaanza kuingia hiyo